kiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, anayekabiliwa na mashtaka ya uhaini katika Mahakama Kuu masijala ndogo jijini Dar es Salaam ametuma ujumbe mzito kwa Watanzania kuelekea tarehe 29. Je, unajua ni ujumbe gani huu ametuma? Basi baki na mimi mpaka mwisho ili niweze kukupatia taarifa hiyo Wewe ambaye ndo mara ya kwanza unakutana na chaneli yetu ni kusihi, ili usiwo napitwa na taarifa zote nzuri kuhusu siasa, jamii, elimu, burudani na michezo, basi hakikisha umesubscribe, bonyeza maneno subscribe, kisha alama ya kengele itakayokuja. Oktoba 2025. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu alifikishwa mahakamani kuendelea kupambana na kesi yake ambayo ameshtakiwa kwa makosa ya uhaini na jamhuri, ambapo aliweza kufika mahakamani kama unavyoona kwenye video hii lakini Tundu Lissu alifika mahakamani akaingia kwa staili yake kama ya kawaida, lakini leo aliingia kitofauti kidogo, kwani alikuwa ana mabegi matatu yenye vitabu na dokumenti zake za kupambana na mashtaka hayo, ambapo leo alikuwa amebeba mabegi mawili mkononi, huku mmoja akilivaa begani kama pochi, na ushuka nayo kwenye gari ya maafisa wa magereza aliomfikisha mahakamani hapo, na kuweza kuingia ndani kama kawaida Tundu Lissu alipofika ndani ya mahakama huwa anaanza na staili yake ya kuzungusha ngumi, ikiwa hiyo ni ishara ya kusalimia wafuasi pamoja na watu ambao wanakuwa wamefika mahakamani hapo kwa ajili ya kusikiliza ama kutizama mwenendo wa kesi yake, ambapo kule nyuma tunakumbuka Lissu, alikuwa akifika mahakamani, basi anasalimia kwa kauli ya chama na kusema neno lile ambalo walikuwa wanalitumia kwenye mambo ya reform reform, lakini baadaye tunaona uh, ilibadilishwa eh, ambapo harusi tunakufanya hivyo. Kwa hiyo sasa, kutokana na hawezi kuongea, basi wanatumia tungumi kuzungusha kama unavyomwona hapo, kabeba mifuko miwili mikononi, lakini mmoja kavaa begani, hii ikiwa ni dokumenti zake za kupambana na kesi, na hapa ndipo anapopanda ngazi eh, kuingia kizimbani uh, ili kuweza kuendelea na mashtaka hayo yanayomkabili, na kama kawaida yake anavyokuwa anasalimia. Lakini leo Tundu Lissu ameweza kutuma ujumbe wa tofauti kidogo kwa Watanzania yeah, kuelekea tarehe 29 ujumbe mbao Uh, watu wengi wamekuwa wakiongelea sana kuna kwa mitandao ya kijamii eh, na sehemu nyingine, kwamba leo Lissu amesema neno, ni neno gani? Basi nitakwambia hapa. Baada Lissu kufika kizimbani alisalimia kama kawaida, na baadaye alipiga story ama utani na mawakili wake eh, wakaona taniana kidogo. Lakini baada ya kutaniana kidogo, Tundu Lissu alituma ujumbe kwa Watanzania kwa kusema wasalimieni waambieni na kuja. Sasa hapa na ngoma, salimieni sasa, waambie na kuja. Nafanya nini? Wanakuja na kuja, ujumbe ambao kiukweli kwa upande wa wafuasi wake basi umewatia moyo sana kwa neno wasalimieni, waambieni na kuja, yaani akimaanisha kama anakuja basi akimaanisha atatoka huko magereza huko eh, kupambana na kesi hiyo neno ambalo uh, wafuasi wake wengi sana sio watu wa chadema wamekuwa kiliposti sana lakini ukiachana na hiyo pia Tundu Lissu ameongelea kuhusu kinachoenda kutokea tarehe 29 kama tunakumbuka ni siku ya kupiga kura lakini ni siku ambapo wanaharakati wametangaza kwamba ni siku ya maandamano uko mitandaoni Tundu Lissu aliongea akisema hiyo wiki ya Berlin nina taarifa nayo aidha nitakuwepo kimwili au kiroho, mapambano yanaendelea ndani au nje ya gereza. Akimaanisha kwamba hiyo siku atakuwepo, ana taarifa nayo, na atakuwepo kama atakuwa basi ametoka, atakuwepo kimwili, lakini kama atakuwa ajatoka atakuwepo kiroho na watu, akisema kwamba mapambano yanaendelea ndani, lakini pia nje ya gereza. Sasa msikilizi hapa alafu jeni kuletee maana ile neno Berlin, alolisema ambalo watu wengi wamekuwa wakili jadili Berlin lina maana gani? Msikilize mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu akituma ujumbe huo kwa Watanzania. <muchiline> <muchiline>

kwa sababu najua iwe ndani ya gereza. Sasa twende tukajiuliza hilo neno Tundu Lissu alolitamka kwamba hiyo wiki ya Berlini, nina taarifa nayo naani, takuepo, mwili, sasa, na nitakuwepo kama sio kimwili kiroho. Sasa, Berlini ina maana gani? Kwanza, Berlin ni mji ambao upo kule Ujerumani, lakini Berlin ni ukuta mkubwa sana, ukuta ambao ulikuwa ni imara sana kama ushawahi kusikia neno ukuta wa Berlin, yani bonge moja la ukuta, ambapo ukuta huo pamoja na ukubwa wake lakini uliangushwa eh? ulianguka mwaka elfu moja mia tisa themanini na tisa na tisa. Sasa tukianza ni kwamba mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tatu kule Ujerumani eh, uko Berlin. Uh, kulikuwa na maandamano makubwa ya wafanyakazi yaliyotokea mnamo Juni 1953 katika Berlin ya Mashariki, yani East Berlin. Uh, watu walianza kupinga serikali ya kikomunisti ya Ujerumani Mashariki, yani East German. Serikali ilijibu kwa kutumia jeshi la Kisovieti, Soviet Union na magari ya kivita na watu wengi walipotezaga maisha. Tukio hili lilikuwa ishara ya kwanza kubwa ya upinzani dhidi ya ukomunisti barani Ulaya. Lakini tukienda kwenye ukuta wa Berlin, sasa ni kwamba mwaka 1989 uliweza kudondoshwa ukuta mkubwa sana duniani ambao ulikuwa unafahamika kama ukuta wa Berlini. Tukio hili lilianza kwa maandamano ya amani na raia waliotaka uhuru na haki zaidi. Maandamano hayo yalienea kote Ujerumani mashariki na hatimaye yakasababisha kuanguka kwa ukuta wa Berlini uliokuwa ukitenganisha Berlini mashariki na Berlini magharibi. Hii ndiyo moja ya alama kuu za kuanguka kwa utawala wa kikomunisti Ulaya mashariki. Sasa nimesema tuchambue kidogo, ili neno Berlin, ambapo Tundu Lissu aliweza kusema yuwike Berlin, nina taarifa nayo na nitakuwepo aidha kimwili kama nitakuwa nimetoka nje, lakini kiroho. Sasa wewe niachie komenti yako, umeelewa vipi au ume, umemwelewa ume, ume, ume, vipi, Tundu Lissu kwa kodi yakakoo amemaanisha nini? Lakini ni kusiwendo mara ya kwanza unatuangalia hey, Mseto Media, basi hakikisha umesubscribe ili usipitwe na taarifa zote kuhusu siasa, jamii, elimu, burudani na michezo. Taarifa zetu ni za ukweli naza uchambuzi wa ndani kabisa juu ya mambo hayo hapo. Bonyeza maneno mekundu kisha alama ya kengele itakayo kuja na utakuwa tayari umesha subscribe, taarifa kufikia moja kwa moja kwenye simu ama kompyuta yako. Kazi yako itakuwa wewe kushika simu yako na kuweza kupata taarifa sisi ambazo tunakuwa tunakuwekea hapa. Asante sana, niachie comment yako chini kwa lolote juu ya ujumbe wa Lissu leo, lakini juu ya neno lake Berlin. Tukutane wakati mwingine, hii ni Mseto Media.